Utata kuhusu kifo cha mwanablogu Albert ojwang' umechukua mkondo tofauti huku Wakenya, wanaharakati wa kijamii na wanafunzi wa vyuo vikuu wakiitaka serikali kuweka wazi kitandawili cha mauaji ya Ojwang'. Jantus maraduwa! Jantus maraduwa! Jantus maraduwa! Jantus maraduwa! Baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha pwani mjini Kilifi katika kaunti ya Kilifi wamejitokeza na kuilaumu serikali wakidai kwamba imezembea kulinda usalama wa raia wake kutokana na visa vya mauaji ya mara kwa mara dhidi ya raia. Wakiongozwa na Vincent Obondo, wanafunzi hao wamewalaumu viongozi wa kisiasa nchini ambao wameonekana kunyamazia kisa hicho cha mauaji ya Ojwang', wakimtaka naibu inspekta jenerali wa polisi nchini Eliud Langat kujiuzulu. Comrades Power! Power! Sisi kama vijana itakuwa vyema tu kama rais atachukua hatua moja kwa moja na kuhakikisha Lagat ana resign kama DIG kwa sababu hatuwezi tukadanganywa ati yeye hakuhusika. Nani ambaye alikuwa anamzungumzia ndio akaja akakamatwa ilikuwa ni yeye. Sasa rais, najua penye huko utanitazama na unaniona hivi sasa, jamani huweza kuhakikisha ya kwamba malengo yetu na malio yetu yanajibika, kama tu yule DIG ataenda nyumbani. Nimehuzunika sana kwa kifo cha mmoja wetu, uh, mwenda zake Albert. Sasa tunauliza hii serikali, ni nini ambayo vijana waliweza kukufanyia ile ambayo inafanya uwachukie hivi? Kwa viongozi wetu, kwa nini mmenyamaza sana? Hamjajitokeza waziwazi wazi na kusema kuuliza serikali kwa nini wanafanya hili jambo Tukiangalia wakati ambapo kiongozi ameuawa, huwa mnajitokeza sana kwa kila screen, mko pale kila TV station mko pale, mnalia. Lakini wakati kijana ameuawa, mmenyamaza. Wanafunzi hao wanadai kwamba lalama zote zinaelekezwa kwa naibu inspekta jenerali wa polisi na anapaswa kuwajibishwa, wakidai kwamba hakuna uhuru wa kujieleza nchini na serikali imekuwa ikiendekeza udikteta na kunyamazisha wakosoaji wake. Nasimama hapa nikiwa na wasiwasi sana, sababu sijui nitakujiwa lini, but we are fearless, we will soldier on, we are relentless and we are going to fight for our rights. Na ikifika 2027 tumeambia kila mtu kuwa unakuja kwa polling station with two things number one your national identity card, number two, a functional brain. Na kwa viongozi wetu, sijui mbona mnakasirika tukiandika mitandaoni? Nyinyi ndio mlitupeleka shule mkatufunza katiba yetu ya Kenya, nyinyi ndio mlitufunza matusi hadharani. Hivi mbona mnakasirika tukitumia the constitution mlitufunza na ile matusi ambayo mlitufunza nyinyi mkizungumuza hapo tumefikia tunaomba, kwa leo tunaomba, na itakuwa mara ya mwisho. Kama mtazidi kuwa vijana, sisi tutajichukua na tutakuwa polisi wa Kenya, na nyinyi mtakuwa raia na tutawalinda. Wakizungumzia swala hilo, wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kaunti ya Kilifi, wakiongozwa na Mwanase Ahmed, wameitaka serikali kuhakikisha maafisa wote wa polisi wanaohusishwa na visa vya mauaji ya raia wanawajibishwa. Mimi baada ya kusema hii mambo ya ku resign mimi, nataka wakuwe prosecuted, wakuwe arrested, tuko na jela na that crime ni uhalifu, so wale wafungwe. Ni kama hii kumuua Albert, vile walimchukua nyumbani, na tulijua kabisa hata bila postmortem ambao aliuliwa na polisi. Na hiyo ni kama serikali walitaka kufanya kututisha, lakini ubaya ni hatutishiki. Tuko wengi sana na hamwezi kutu, kutuua watu milioni sitini. Awali inspekta jenerali mkuu wa polisi nchini Douglas Kanja alisema tayari afisa mkuu wa polisi anayesimamia kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi na maafisa wa polisi waliokuwa zamu wakati Ojwang' alipokamatwa wamesimamishwa kazi huku uchunguzi kuhusu mauaji hayo yakiendelea.

All officers who were on duty at the report office that night and any other officer found to have been on duty or otherwise involved during the incident. Tukio hilo limezidi kuchangia huzuni zaidi kwa babake Ojwang' ambaye aliwahi kuhudumu katika timbo hizi za mawe katika eneo la Bofa ambapo alikuwa akijipatia riziki na karo ya mwanawe kukamilisha masomo yake katika chuo kikuu cha Pwani. Swali ni je, kitendawili hiki kitateguliwa na haki kupatikana? Nikiripotia Coco FM, naitwa Joseph Jira, Coco FM, ladha ya Pwani.